MC Pilipili, kwanza mi ni mdogo wangu, mdogo wangu kabisa. Kwasababu kwanza nimesoma naye shule, tumesoma Utetanga chuo cha ualimu. Lakini pili, MC mimi kwake ni baba, mi ndio nimesimamia harusi yake. Kwa hiyo ni mdogo wangu, ni mtu wangu wa karibu, na kwa kweli nimeumia kwa tukio hili ambalo limetokea kwenye maisha yake ya kawaida mm. ya kila siku mm. labda kuna vitu ambavyo Watanzania walikuwa wavifahamu mm. ni vipi, alikuwa anapenda nini, na unaweza mm. ukamzungumziaje, alikuwa ni mtu wa aina gani? Okay. Uh, kwenye maisha yake ya kawaida vitu vingi ambavyo watu na nadhani hawavifahamu ni mm. kwamba hu jamaa alikuwa na ndoto na alikuwa na ndoto za kuja kuwa kiongozi wa serikali. Amepambana sana kutimiza hiyo ndoto yake ya kuwa kiongozi wa serikali, japo alikuwa hawezi kuwa haiweki sana public ni kitu ambacho amekuwa kikificha sana kutamani kuja kuwa mbunge kutamani kuja kuwa diwani kutamani kuja kuwa mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani wa kiserikali kuna jambo lingine pia wote tunafahamu kwamba uh, pilipili alikuwa mtu wa furaha alikuwa ni mtu wa kutupatia furaha alikuwa naipa furaha nchi nzima kwa sababu kwanza amekuwa ni moja kati ya uh, comedians wakubwa wa kwanza kwenye nchi yetu kuibua vijana wengi sana katika eneo hilo la la la, la, la, la comedy lakini pia wote tunafahamu kwamba Pilipili pili amekuwa uh, the king MC. Yeye ndiye amekuwa MC bora ambaye amesafiri, nafikiri kuliko MC wengine nchi nzima, na amezalisha ma MC wengi sana kujua kwamba kwenye eh, tasnia ya UMC unaweza ukawa mtu bora ukafanikiwa. Hivyo ndio vile ambavyo naweza nikamweleza ujamaa, lakini pia tunasikitika kuona kwamba kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana, na hakuna mtu ambaye ametegemea. MC, takwa ni lipi labda ambalo oh. Uh, la mwisho labda kama ulizungumza naye, maana ni mtu wa karibu, ulisimamia ndoa yake mm -hmm. ni lipi ambalo la mwisho mliwahi kuzungumza labda, uh, unaweza ukashare na sisi? La mwisho ambalo naweza nikasema ni, ni kwamba uh, mara ya mwisho nimeongea naye juzi, nilikuwa nina kikao naye, kati yake yeye na, na, na mke wake na na kwa sababu kuna vitu ambavyo na mimi nimekuwa navisikia kwenye mitandao kwamba ana mgogoro na mke wake, nikampigia mke wake, nikazungumza naye akaniambia, baba mwite mwenzangu, tukae tutazungumza. Kwa hiyo alivyokuja hivi Dodoma

nikapiga simu kwa wadogo zangu wengine na na na, pia kwa sababu ndio wasiliana alikuwa amepost hicho kitu na akaniambia kweli wako hapa. Kwa hiyo nikafika hapa kwamba kweli MC nikaona kwamba kweli MC Pilipili hatunaye tena. MC Pilipili ni mdogo wangu, wangu. Kwanza mimi mdogo wangu, nimesoma kabisa nimesoma naye shule Tanga, chuo cha walimu. Lakini pili MC mimi kwake ni baba. Mimi ndio nimesimamia harusi yake kwa hiyo uh, ni mdogo wangu, ni mtu wangu wa karibu na kwa oh. Kweli nimeumia kwa tukio hili ambalo uh, limetokea uh, kwenye maisha yake ya kawaida ya mm. kila siku mm. Labda kuna vitu ambavyo Watanzania walikuwa wavifahamu mm. ni vipi, alikuwa anapenda nini, na unaweza mm. ukamzungumziaje alikuwa ni mtu wa aina gani? Okay. uh, kwenye maisha yake ya kawaida vitu vingi ambavyo watu na nadhani hawavifahamu mm. liku ni kwamba jamaa alikuwa na ndoto na alikuwa na ndoto za kuja kuwa kiongozi wa serikali amepambana sana kutimiza hiyo ndoto yake ya kuwa kiongozi wa serikali, japo alikuwa hawezi kuwa haiweki sana public. Ni kitu ambacho amekuwa kikificha sana, kutamani kuja kuwa mbunge, kutamani kuja kuwa diwani, kutamani kuja kuwa mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani wa kiserikali. Kuna jambo lingine pia, wote tunafahamu kwamba uh, Pilipili alikuwa mtu wa furaha, alikuwa ni mtu wa kutupatia furaha. Alikuwa naipa furaha nchi nzima kwa sababu kwanza amekuwa ni moja kati ya uh, comedians wakubwa wa kwanza kwenye nchi yetu kuibua vijana wengi sana katika eneo hilo la la, la comedy. Lakini pia wote tunafahamu kwamba Pilipili amekuwa the King MC. Yeye ndiye amekuwa MC bora ambaye amesafiri nafikiri kuliko MC wengine nchi nzima na amezalisha ma MC wengi sana kujua kwamba eh, kwenye tasnia ya umc unaweza ukawa mtu bora ukafanikiwa. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikamweleza ujama. Lakini pia tunasikitika kuona kwamba kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana na hakuna mtu ambaye ametegemea. Ni lipi labda ambalo la mwisho, labda kama ulizungumza naye, maana ni mtu wa karibu, ulisimamia ndoa yake, ni lipi ambalo la mwisho mliwahi kuzungumza, labda unaweza ukashare na sisi? La mwisho ambalo naweza nikasema ni kwamba mara ya mwisho nimeongea naye juzi nilikuwa nina kikao naye kati yake yeye na, na, na mke wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo na mimi nimekuwa navisikia kwenye mitandao kwamba ana mgogoro na mke wake. Nikampigia mke wake nikazungumza naye, akaniambia baba, mwite mwenzangu tukae, tuka, tutazungumza. Kwa hiyo alivyokuja hivi Dodoma, ndio nilikuwa na appointment ya kuonana naye leo baada ya kumaliza shughuli yake ya kazi kwe, kwe sija, sija nae, na, na ni ni, kwa hiyo kwa kweli nasikitika kwa sababu sija sijakamilisha lile la kuzungumza naye pamoja na, mke wake. Mimi taarifa zake za kifo nimezipata, nilikuwa kanisani. Nimekuwepo kanisani mpaka saa 12 hivi jioni. Kwa hiyo kuna mdogo wangu yuko Dar es Salaam, yeye ameona kwenye Instagram. Akanipigia simu, akaniambia amesikia MC Pilipili amefariki, mimi sikuwa naamini. Nikapiga simu kwa wadogo zangu wengine na nikawasiliana na boss Ngasa pia, kwa sababu ndiye alikuwa amepost hicho kitu, na akaniambia kweli wako hapa. Kwa hiyo nikafika hapa nikaona kwamba kweli MC Pilipili amefariki. Sawa.